Bwana Yesu asifiwe uh, sana. Ni saa nyingine tena ambayo imempendeza Mungu tuweze kusikia tena maneno matakatifu ya Mungu. Uh, ninayekuletea maneno ya Mungu inaitwa mchungaji Hosea James Mwashilindi na YouTube napatikana E, kwa jina la mchungaji Hosea James Mwashilindi, channel yangu inaitwa Huduma na Maombezi Live. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Mchana wa leo tunakwenda kujifunza maneno matakatifu ambayo yanasema, kichwa cha somo, nawapenda wale wanipendao, nawapenda wale wanipendao lakini bila shaka Mungu atatuwezesha na tutaweza kuelewa kwa mapana zaidi mpaka. E, maandiko yanadai kwamba na wapenda wale wanipendao. Mungu ana maana kubwa sana. Wanadamu tumekuwa na tabia ya kuto kumpenda Mungu. Inawezekana huko uliko na kunisikia unajiuliza maswali makubwa sana kwamba inakuaje mtumishi wa Mungu anasema e, sisi hatumpendi Mungu. Na hatumpendi Mungu kivipi? Ni kwamba ikiwa unampenda Mungu, ni rahisi sana kushika maagizo yake, ni rahisi sana kushika njia zake, ni rahisi sana kuishi katika mapenzi yake na katika maagizo yake. Mtu mmoja katika Biblia au niseme Adamu wa kwanza, Adamu wa kwanza, Mungu alikuwa anampenda, lakini Adamu alionyesha hampendi Mungu. Utajiuliza sana kwamba kwa nini useme kwamba Adamu hakuwa anampenda Mungu. Angalia, alipokuwa amewekwa kwenye bustani ya Edeni, Mungu alimwagiza kwamba katika ile bustani atakayokuwa akiilima na kuitunza atakula matunda ya ile bustani, lakini kuna ule mti wa mema na mabaya, asije akaugusa, asije akala matunda yake. Na Mungu alikuwa amemwambia kabisa dhahiri kwamba siku atakapokula hayo matunda ndiyo itakayokuwa ni chanzo cha kufa kwake. Kwa hiyo utaweza ukaona ni jinsi gani ambavyo mtu ambaye hampendi Mungu si rahisi sana kushika maagizo yake, siyo rahisi sana kutembea katika mapenzi ya Mungu, lazima atatembea katika mapenzi anayoyapenda mwenyewe. Lazima atazingatia, atakaa katika kile ambacho anakipenda sana. Na nataka nikwambie, maandiko matakatifu yanaonyesha ni jinsi gani ambavyo Yesu Kristo alikuwa anampenda baba yake. Maandiko yanaonyesha jinsi ambavyo Yesu alipenda sana kusikia kutoka kwa Baba yake, na hata natuzihirishia, anasema yale ambayo Baba amenituma kuyatenda ndiyo nitakayoyafanya. Lile ninaloliona kwa Baba yangu hilo ndilo nitakalolitenda. Sitatenda lile ambalo sili silioni kwa Baba yangu au Baba yangu hajaniagiza kulitenda. Kwa hiyo nitatenda yale ambayo ninaona baba yangu anayapenda, anaya, anayatenda. Maandiko yanasema hata ile siku wakati Yesu anakwenda kubatizwa na baada baada ya kubatizwa, sauti ikatoka mbinguni inasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Kwa hiyo kumbe pale unapompendeza Mungu ndipo mungu ambapo na yeye anapendezwa na wewe aa, nataka kumaanisha kwamba Mungu anatupenda isipokuwa sisi hatumpendi Mungu. Kwa hivyo Mungu anawatafuta watu ambao wako tayari kumpenda yeye. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina tena kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Mungu yuko tayari kuwapenda wale wampendao, na ndiyo maana kichwa changu cha somo kinasema, Mungu anawapenda wale wampendao. Maandiko matakatifu ambayo tunakwenda kuyasoma mchana wa leo na jioni ya leo yanatoka katika kitabu kile cha Misali, kitabu kile cha Misali. tutasoma kitabu kile cha misali misali sura ile ya nane mstari ule wa kumi na saba hadi ishirini na moja misali nane e mstari ule wa kumi na saba hadi ishirini na moja Maandiko matakatifu yanasema hivi: nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, naam utajiri udumuo na haki pia. Matunda yangu ni bora kuliko dhahabu, naam dhahabu safi na faida yangu ni bora kuliko fedha iliyo safi. Natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu, niwarithishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Sema amina kwa jina la Yesu, sema amina kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, tunakushukuru tena kwa wakati huu na kwa kituo hiki au channel hii ambayo Mungu umeendelea kuibariki, Channel ya huduma na maombezi Live. Mungu umeendelea kuonekana na umeendelea kutembea, umeendelea kuwahudumia Watanzania, umeendelea kuihudumia dunia kipekee unadhihirisha kuwa wewe ni Mungu peke yako. Na mchana huu wa leo tena, Bwana, ninaomba fungua mioyo ya watu, ninaomba fungua masikio ya watu, ninaomba fungua. E Bwana, wape kiu ya kusikia tena, wape njaa ya kusikia tena, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ee Mungu wa pekee uliye hai Adui shetani ametupiga upofu tusijue kwamba, e Bwana, kama tukikupenda wewe, ndipo ambapo hazina zitafunguliwa, baraka zitakuja juu ya maisha yetu, neema itakuja juu ya maisha yetu. Lakini leo hii, e Bwana, neno hili ambalo umetupa, ninaomba ukalitie ndani ya mioyo yetu ukalifanyize ndani yetu kuwa ni chakula, tena chakula kile kizuri, chakula kile kitamu. Mtu anapokula chakula kile alicho na haja nacho, kile anachokipenda, kile anachokuwa na hamu nacho, hivyo hukifurahia. Baba, ninaomba tupe kibali, tupe neema, tupe njaa, tupe kiu ya kulisikia neno lako kwa jina la Yesu aliye hai. Ninambariki ewe Bwana, yule ambaye anasikia, yule aliyetega sikio. Baba, ninambariki kwa jina la Yesu aliye hai. Na mimi mtumishi wako ninaomba, ewe Bwana, nipande kama mwanapunda, nitumie ewe Bwana, na kwa kumi nipa kibali, hivyo ninaamini Mungu unakwenda kusema na dunia, unakwenda kusema na nchi zilizotuzunguka na nje ya nchi zilizotuzunguka Baba, unakwenda kusema nao kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu li hai. Asante Mtakatifu. Asante Mungu ishe milele. Asante kwa kuwa wewe ni mwema, na tena wewe umetubariki na wewe we unatuponya na wewe we unatuinua na wewe unatuwezesha na wewe umetupa nguvu, ni wewe uliyetupa uwezo kwa jina la Yesu aliye hai. Kama neno lako lisemavyo, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wako, mchana wa leo, Bwana wote wanaolisikia neno lako utakwenda kuwapa uwezo wa kufanyika watoto wako katika jina la Yesu aliye hai, amen. Ndugu zangu wapendwa, ni dhahiri kwamba kama tukimpenda Mungu ni rahisi sana, kama nilivyosoma kwamba lazima hazina zilizositirika, hazina ambazo Mungu amezificha, ambazo ni haki yetu kuzipata, lazima Mungu tena ataziweka peupe, ataziachulia juu ya maisha yetu, baada ya kuona kwamba tumeamua sasa kumpenda. Na mimi mchana wa leo nataka kutoa ushauri kwa wakristo wenzangu na watu mbalimbali kwamba tunapoingia kwenye maombi, tunapoingia kwenye ibada, tuwe na tabia ya kutubu kwanza kwa kosa la kutokumpenda Mungu. Haijarishi unaingia nyumbani mwa Mungu, inawezekana unaingia nyumbani mwa Mungu lakini ni kwa sababu zako tu, ama ni shida zimekupeleka unataka uende ufunguliwe, unataka uwekwe huru, unataka uponywe matatizo yako au ubarikiwe. Na ukisha kubarikiwa, ndiyo inakuwa kiguu na njia, yaani hapo ndipo mnapoachana na Mungu. Kuanzia siku hiyo hasa Mungu anaanza kuona hawa watu kumbe, wananipenda kwa sababu ya kutaka kufanikiwa vitu fulani, wananipenda kwa sababu wanataka waponywe. Wananipenda sio kwa mioyo yao yote, ni kwa sababu wanataka ni wanufaishe katika maeneo fulani ambayo wana uhitaji nayo.